Rwanda na DRC zimetia saini makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Marekani siku ya Jumaa tarehe 27 Juni. Hatua inayochochea matumaini ya kumaliza mapigano ambayo yamesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuwafikisha mamia ya maelfu wengine kuwa wakimbizi mwaka huu. Makubaliano haya ni mafanikio makubwa katika mazungumzo yaliyofanikishwa na serikali ya Rais wa Marekani Donald Trump na yana lengo la kuvutia uwekezaji wa mabilioni ya dola toka mataifa ya magharibi katika eneo lenye utajiri wa madini. Katika hafla iliyofanyika jijini Washington chini ya uwenyekiti wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, mawaziri wa mambo ya nje wa Rwanda na DRC walitia saini makubaliano hayo wakiahidi kutekeleza makubaliano ya mwaka 2024 ambayo yanatarajiwa kuona wanajeshi wa Rwanda wakiondoka mashariki mwa Congo ndani ya siku tisini. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivier Nduhuingerehe ma hatua ya kwanza ni kutekeleza mpango wa kuondoa kabisa FDLR pamoja na kusitisha hatua za Rwanda za kujihami alisema. Hatua hiyo inathibitisha dhamira ya kweli ya kusitisha msaada wa kiserikali kwa makundi ya waasi. Naye waziri wa mambo ya nje wa DRC Therese Kayikwamba Wagner alisema makubaliano hayo sasa yanapaswa kufuatiwa na hatua ya kujiondoa. Kwa mujibu wa wachambuzi na wanadiplomasia, Rwanda imetuma takribani wanajeshi elfu saba kuvuka mpaka kuingia Congo ikiwa ni katika kuunga mkono waasi wa, wa M23 ambao mwaka huu waliteka miji miwili mikubwa ya mashariki mwa Congo pamoja na maeneo yenye migodi yenye faida kubwa. M23 inaitaka Rwanda kusitisha kile kilichotajwa kama hatua za kujihami.